kwa dhukuru ni twahoya thirikarito ero rotueka wago toririkana hari a hothe muri muro rotueka wago to ririkana thirikari ya Kenya ni tuwe ni mu twendete muno, munatupenda na munatujali. Watoto wangu watoto wetu wamekuwa wakienda na uchafu kwa shule, ukiangalia baka manguo, ukiangalia Hasha, sometime mpaka wanalala nje, kwa sababu ya ukosefu wa maji. Tunaomba kama serikali ya Kenya tumutusaidia jameni, angalau hata watoto wetu wang'are, juu amekuwa akienda wakiwa shule wachafu, wakienda huko wananuka mpaka Baka walimu wanashindwa kuwafundisha. Mwalimu akikaa karibu na mwanafunzi ananuka uvundo. Inabidi tuende shule hizo, wananuka kama, kama panya yenye imekufa kwa sababu ya uchafu. Na si kupenda. Kama hakuna maji utafanya nini? Sasa tunaomba serikali yetu, serikali ya Kenya. Tunajua mnatupenda na mnatujali, mtukumbuke, hata mtuwekee matanki, angalau hata tupate maji.